Umekuja huko kwenye kijiji cha Mwaninga kukabidhi ardhi kwa washindatuzo ambao walifungua kesi katika mahakama kuu kitengo cha ardhi. Washindatuzo wao ni Francis Magesa Masami na wenzake 26 kesi meda, hai, mbili, mbao, floods, tavalla, hiyo ilisikilizwa katika mahakama kuu ya ardhi na kukamilika tarehe 23 hiyo gombaniwa ambayo walikuwa wamemshtaki ndugu uku Jaffery Iddi Msangi, ambaye walikuwa ni mvamizi. Kwa hiyo leo hii tumekuja kuikabidhi ardhi wao shinda wenzake, na kwa hiyo sasa hivi hapa tumeshagawa hati za kuwakabidhi au wadai wa, wa wa ambao walishinda hiyo kesi, ili eneo kubwa ekari mia mbili hamsini na saba. Kwangu ni kwamba watu waheshimu sheria, wanaponunua ardhi wajitahidi kununua ardhi na wale majirani yote wakiwepo pale, ili kusiwa na tatizo la kugombea mipaka, kwa sababu kuto kujaribu anasababisha mtu anauza mpaka sehemu ya mtu mwingine alafu unasababisha kesi mahakamani. Wanatakiwa wafuate sheria wakitaka kununua ardhi wafuate zile sheria zinazotaka katika changamoto ilikuwa maswali mengi tunaulizwa, serikali ya mtaa, leo hivi, kesho vile, lakini vimefikia wakati swala hili linamalizika leo li. Kila mtu wapate eneo lake rasmi. Mimi nawaambia watu wenye uwezo wasitumie pesa zao kuwadhulumu watu wanyonge. Serikali huwa inachukua mkondo wa sheria, kama hivi leo imechukua mkondo wa sheria kuwapa kuwakabidhi maeneo yao watu wanyonge. Uh, changamoto tulizokutana nazo katika kupambania haki yetu uh, ni pamoja na vitisho uh, ni pamoja na huyo aliyekuwa ametuvamia kuwarubuni, kuwa pia watu wengine wasijitokeze, wasi kwa ajili ya kutoa ushahidi kutusaidia katika mchakato mzima wa kutafuta haki yetu mahakamani. Kwa hiyo hiyo ndio changamoto kubwa ambayo tuliipata kwa vitisho, na watu wametishwa sana wasi, wasishiriki na sisi wao wasitoe msaada. Lakini uh, tunaishukuru serikali na tunashukuru mahakama imeweza kusimamia haki na mpaka tumeipata leo. TIFA ambalo ni shirika la misehemu ya kanisa Katoliki hapa Tanzania tulikuwa na hili eneo Eh, tangu eh, elfu mbili eh, na tano um, na ni eka kama ishirini na tano eh, kwa hiyo wakati tunafanya utaratibu wa kupaendeleza, kwa sababu eneo licuguliwa kwa malengo ya kutoa huduma za afya, elimu. Kwa hiyo lengo letu lilikuwa ni kujenga kwanza taasisi ya elimu, lakini jitihada hizo zi, zi anzia kipindi hicho hadi sasa kwa sababu ya utumizi uliotokea uliopelekea ili swala kuenda mahakamani kwa, kwa hiyo mimi nashukuru tu kwamba hatimaye tunafikia hatima ambayo ni ni nzuri na ya utulivu pamoja kwa na kwamba nasikitika, sio kabisa pekee yake, kuna watu ishirini na saba zaidi wanaohusika kwenye swala hili wameshindwa kuendeleza kwa hiyo tunaona jinsi pia ubadhirifu na matumizi mabaya ya madaraka pengine yanaweza pia ya yaa na hata kufanya maendeleo ya wananchi yaani sio ya kasi ambayo tumetarajia. Natumaini viongozi, viongozi tanteja tanteja na hasa wale ambao wanatumia mianya mbalimbali kunyang'anya watu wangu tu sasa, ni kuwepo na mabadiliko. Natumaini watabadilika hizi tabia za, za udanganyifu, asimfikishi mtu popote. A, kwa hiyo wito wangu, wangu tu ni watu wawe kweli na mabadiliko ya e, ki wawe na, na uungwana, wasinyang'anye watu haki zao. Sasa zaidi ya hapo, basi tu ni sheria lazima ichukue wake, kama mtu akishindwa kutekeleza wajibu wake basi